Namna gani unaweka yaliyomo au table of content kwenye kazi yako. Uh, wanafunzi wangu wengi wamekuwa wakiniuliza namna ya kuweka table of content kwenye, kwenye kazi zao, kwa hiyo nitawaelekeza kwa ufupi namna ya kufanya hivyo. So ili uweze kuweka e, yaliyomo au table of content, hakikisha kwamba umepanga vizuri kazi yako, hakikisha sura au chapter inaonekana na vichwa vidogo vya habari vinaonekana. Kwa mfano hapa nina kazi yangu. Kazi yangu imepangiliwa kama hivi, kuna chapter 1, lakini ndani ya chapter 1 au ndani ya sura ya kwanza kuna vichwa vingine ambavyo vimo ndani yake. Kwa hiyo lazima nihakikishe vyote nimeviweka na kuvipa namba kama inavyotakiwa. Kwa hiyo baada ya kuhakikisha kwamba nimeandika kichwa, nimeandika kila kitu vizuri, nitatumia sehemu ya ndani ya microsoft word inayoitwa style sasa kwenye kompyuta yangu natumia lugha ya kiswahili isikuchanganya lazima nitumie hii sehemu inaitwa style kwa ajili ya kupanga kazi yangu kwa hiyo nitachagua hapa chapter 1 ambayo ni kichwa cha habari cha kwanza ili isomeke kwenye table of content kama kichwa cha habari cha kwanza lazima niichague kwanza alafu nije home alafu nije kwenye kikundi kinaitwa mitindo au styles then nichague ni, ni, ni, ni, ni kichwa moja. Kwa kuchagua hivyo, maana yake itakuwa rahisi kuja kuweka table of content. Haya, nitaenda kwenye hiki kichwa cha habari cha pili ambacho ni general introduction. E, nitaki highlight then nitaenda nyumbani na nitahakikisha nimechagua kama kichwa cha pili. Baada ya hapo nita highlight. Kichwa cha habari kinachofuata nitaenda home, na baada ya hapo nitakuja kwenye style, na nitachagua kichwa cha habari cha pili, kwa sababu hiki ni kichwa cha habari cha pili. Baada ya hapo nitachagua kichwa au subheading nyingine ndogo hii hapa research objective. Nitaenda home, then nitakuja hapa uh, na nitachagua kichwa cha habari cha pili au heading 2 sasa general objectives hii iko ndani ya research objective. Kwa hiki ni kichwa cha habari cha tatu. Nita highlight, nitaenda e, home then nitachagua style na nitachagua kichwa cha tatu. Na nitakuja pia hapa kwenye 1.3.2 specific objective. Hiki ni kichwa cha habari cha tatu. Kwa nitaenda home, uh, nitaenda kwenye style E, au mitindo then nitachagua kichwa cha tatu, kwa nitaendelea hivyo kwenye kazi yangu yote e. Hapa kama unavyoweza kuona, tumepangilia vizuri kwa chapter 1. Inaonekana 1.1 ni general introduction, inaonekana 1.2 ni kichwa cha habari cha pili kinaonekana vizuri 1.3 ni research objective, inaonekana vizuri moja point tatu moja hii ni general objective. Uh, hiki ni kichwa cha habari cha tatu tumekiseti vizuri moja point tatu point mbili hiki ni kichwa cha habari cha tatu na chenye tumekipanga vizuri moja point nne, research question. Hiki ni kichwa cha habari cha pili, so uta highlight utaenda home, utaenda kwenye style then utachagua kichwa cha pili, so utaendelea so, hivyo kwa sehemu zote zilizobaki na baada ya kufanya hivyo, basi itakuwa rahisi kwako kuingiza e, yaliomo. So unafanyaje uweze kuingiza yaliomo au e, reference, au, au, au table of content, table of content. Uh, ili uweze kuingiza yaliomo, au, table of content sasa. Baada ya kwa ku, umeshatumia sehemu ya style au mitindo kuchagua vichwa cha habari then utaenda kwenye uh, reference ambapo hapa kwenye kompyuta yangu mimi natumia Kiswahili ndio maana inaandika katika mfumo huu, kwangu imeandikwa marejeo. Kwa nitaenda kwenye references ambapo hapa kwangu imeandikwa marejeo, then nitaenda kwenye mwanzo kabisa, huko nitaona reference au yaliyomo. Na baada ya hapo nitaweza kuchagua na moja kwa moja kazi yangu itakuwa imepangiliwa katika kichwa e, katika mfumo mzuri, na moja kwa moja kazi yangu itakuwa imepangiliwa katika mfumo mzuri.